wa takriban miaka mitatu, siasa za chuo kikuu cha Rongo zimekuwa kama mchezo wa pata potea. Wanafunzi wamekuwa na mitazamo tofauti tofauti lakini yenye lengo moja la huduma kutoka kwa viongozi waliowachagua. Wanafunzi wamekuwa wakiwasumbua viongozi wao kwa kushindwa kutekeleza baadhi ya ahadi walizotoa kama Bwana Okelo anavyosimulia you'll understand when a comrade elects you puts you in the office he expects you to work according to what he expects you to do so this pressure sometimes it ends up maybe in one way or the other you get intimidations kuwa kiongozi sio rahisi. Viongozi wamekuwa na wakati mgumu katika kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Katika muhula wake, bwana Okelo anaelezea baadhi ya mambo walioweza kutekeleza.

Katika siasa za mwaka elfu mbili ishirini na tano, elfu mbili ishirini na sita yeah, kutakuwa na kizaazaa baina ya wagombea mbali mbali, ni ya wanyaji, wa nyadhifa mbalimbali chuoni humo. Baadhi ya viongozi wa waniaji wametoa sera zao na matumaini yao ya kushinda kura hizo. Bi Harriet Mandu na Bwana Henry Kwanjala ni baadhi ya wagombea wenye matarajio makubwa kwenye uchaguzi ujao and also there are some some ladies who have kids but they cannot take care of the, of those kids because of the classes they have we have a lot of classes and projects so they are supposed to come in class one of the developments that i could do when i'm in the position i, i want to come up with a schedule

Fauka ya changamoto wanazopitia viongozi kutekeleza majukumu yao wanapaswa kujua kwamba ni jukumu lao kuwahudumia wapiga kura. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo wanatarajia mabadiliko makubwa kwenye uchaguzi ujao. Wengi wakijitenga na siasa duni zenye uchochezi wa ukabila chuoni humo baada ya uchaguzi uliopita kukumbwa na ghasia. Joseph, mmoja kati ya wanafunzi anatoa mtazamo wake na ombi kwa wanasiasa pamoja na wanafunzi wenzake. viongozi ambao tutawachagua waweze kukidhi maslahi uh, ya wanafunzi kwa ujumla, wasiegemea labda kwa mrengo, kwa mrengo wa siasa ama kwa mrengo wote wa kikabila. Siasa sio mchezo mzuri. Wagombea wanapaswa kuwa makini wanapoendeleza kampeni zao huku wakihubiri utangamano, umoja na kupinga siasa za ukabila.